Mjukuu wangu Tumaini bin Makungu, leo ni siku pekee ambayo maelfu ya dakika yaliisubiri kwa hamu kubwa sana. Tumaini, nataka nikufanye moja kati ya nguzo kuu ya Tuni. Najua unielewi maana yake, ila usiache kunisikiliza. Nimeishi maisha ya utwa na kufa na kupona. Na wewe Tumaini, sikuwa na nidhamu ya dunia hii ambayo wengi hujisifia kuwa wao ni muhimu sana kuliko sisi. Mjukuu wangu, Tuni ni dunia ambayo wachache wanaishi kwa ajili ya wengi, dunia ambayo maamuzi kuchukuliwa mkononi ni moja ya sheria, kuwa na kumbadilisha mtu ni jambo ambalo lipo na limewekwa katika sheria ya Tuni. Mjuko wangu Tumaini, Tuni na katiba ambayo huongoza watu wa huko wasivuke mipaka ya dhehebu lao. Nashukuru Mungu, Tuni imenisaidia kusuluhisha matatizo yangu mbalimbali, mbali na kunifanya niishi kwa faraja mpaka leo. Natamani nikwambie sana mjuko wangu, lakini leo nitajaribu tu kujibu maswali machache ambayo ulikuwa ukiniuliza kila siku. Maswali yako linifanya nikasirike sana kila muda, lakini pia nilikuwa nikicheka kila muda, na kuna kipindi vyote vinatokea kwa pamoja, yaani sikitiko na furaha vinakuja pamoja kwa sababu tu ya maswali yako. Lakini mjuku wangu, kwanza naomba nikupe ghadhabu ya muda mfupi kwa kukuambia ukweli kuhusu za wako, yani baba na mama yako mzazi. Najua hujawahi kuwaona, nataka nikwambie mjuku wangu, mwanangu hapa nilicheka sana ulipokuwa unaniuliza mara yupi baba, yupi mama, hasa pale uliposahau kabisa kuniita mimi ni mama yako <laughs> nacheka ya mwisho, kwani ukweli wa maisha ya wa wazazi wako uko katika kifua chako tumaini. Labda tu niseme kuwa au kufanikiwa kukutana na wa wazazi wako toka ulipoanza kujielewa, sababu kubwa ilikuwa ni tuni. Si kila fumbu nikufumbulie, mengine ikazaa na mwanangu, moyo wako utakufafanulia jinsi ambavyo maisha yanaenda na polepole tu utajua.